Umekucha mjukuu wangu, leo naona hauko sawa kabisa, sijui unawaza nini. Kuna kitu nawaza babu, maisha hayaeleweki. Kuna watu wana kila kitu, lakini wengine hawana hata viatu mm. <laughs> Maisha ndivyo yalivyo mjukuu wangu. Ngoja nikupe hii hadithi ya kijana aitwaye Tindo, aliyedharau maisha aliyokuwa nayo kwa wakati huo. Alifanya nini? Tindo alikuwa na viatu vya kawaida, lakini kila siku alilalamika sana. Mbona sina vya kisasa? Mbona maisha hayaendi? Aliona kila kitu ni mzigo kwake oh. Lakini siku moja alipokuwa akitoka sokoni, akakutana na kijana mwingine mlemavu wa miguu aliyekuwa akitembea kwa mikono huku akitabasamu ha? <laughs> alitabasamu hata bila miguu! Ndiyo mjukuu wangu. Tindo mwenyewe alishangaa sana. Akauliza, kwa nini unafurahi? Yule kijana akajibu akasema, kwa sababu nina mikono <laughs> na nina macho. Pia ina moyo wa kushukuru. <laughs> Da, I say. Tindo alirudi nyumbani na kuvua viatu vyake kwa heshima. Akaanza kushukuru kwa kidogo alichonacho, na maisha yakaanza kubadilika taratibu, si kwa pesa, bali kwa mtazamo wake mm. Funzo ni hili, maisha si kuhusu unachokosa, bali jinsi unavyoyaona yale uliyobarikiwa nayo.